Babu istihbabi lmusafahati, mlango wa kupendelea kupeana mikono. Wako watu hawapendi kupeana mikono kila wakati. Mwengine eh, anatoa vidole sa anaona tabu, mwingine kichwa tu eh. Lakini inapendelewa katika uislamu kupeana nini, kupeana mikono, babu istihbabi hatukatai. Anapotokea magonjwa ya kuambukiza kwa kupitia kupeana mikono tutazuia jambo lile mpaka hapo hali itakapokuwa imetenge, imetengenea lakini katika hali ya kawaida kupeana mikono ni jambo, linalota, linalota ni jambo linalotakiwa na uthibitisho ni huo kwamba mataifa yote duniani yanakubaliana kwamba wakikutana viongozi wa mataifa mawili lazima wapeane nini mikono na wengine wanakwenda zaidi mpaka wanakumbatiana na kwa bahati mbaya wanakuwa watu wa jinsia tofauti wakati mwingine, na wanasogea mpaka wanakumbati wanakumbatiana. Lakini si Waislamu, tukihimiza tu kupeana mikono kuna watu wanapiga kelele, aa unampa kila mtu mkono na nini aa, aa. Inapendelewa Waislamu kupeana nini, kupeana mikono enda likai wakati wa kukutana wabashashatil waji na uchangamfu wa uso hata kama una mambo yako huko, amekukera, usipeane mkono na mtu huko umenune. Hey, ujambo, ubariza siku we. Hey, hey. Mimi na wewe tuna ugomvi? Hayo ugomvi wako na mkeo huko, kama haja kupikia futari, achana nayo kwanza, changamka. Salamu alaikum, bwana hali gani? Jitahidi umchangamkie mwenzio kwa bashasha tuluaji, hii kwa uchangamfu wa nini, wa uso, halafu matatizo yao baadaye Mwingine unampa mkono, umekunja uso, anajua huyu anataka kunikopa sasa hivi, mambo yake magumu tayari, anaweza kukukwepa. bashasha tulwaji uchangamfu wa uso wa takbili. Hapa ndo kidogo pana maneno na kubusu yadi mkono alrajuli salihi. Hey, wa mtu ambaye ni mwema, kubusu mkono wa mtu mwema inapendelewa, akionekana huyu ni mchamungu, ni mwanachuoni, kubusu mkono wake napendelewa. Lakini kuna baadhi ya watu wamelitumia vibaya jambo hili, kwa hivyo baadhi ya wanazoni wamelikataza. Mimekutana na shekhe mmoja katengeneza kigoda, hasa na mto juu ya kigoda, kibao hivi na mto, alafu akaweka mkono, halafu atakukutizama akutizame wewe, unamwamkia unabusu na kurudisha, kama winchi la bandarini linanyanyua mizigo na kushusha na nilipelekwa kwa mtu huyo nikasome kwake. Nilipomwona yuko hivyo, nikasema huyu atanijua mimi nani, japokuwa ni mwanafunzi. Kufika nikaukamata mkono kwa mikono miwili, afunga utikisa, akambia salamu alaikum, Shekha hujambo wewe? Akaniangalia akasema, wewe kuanzia leo huwezi kuja tena kwangu, huwezi kusoma kwangu kwa sababu wewe ni jeuri. Nikaambia naam, mimi jeuri, lakini wewe fedhuli. Sikusoma kwake mpaka kafa, usoma chochote kwake mpaka kafa na sijapata ijaza yake mpaka leo, ruhusa yake ya kitaaluma sina. Na pote ile ambayo nisiwe nayo nitakuwa na hao wengine wananitosha, sinongwa. Ana kiburi yeye, yeah, ana kiburi. Na dawa ya kiburi ndio hiyo tu, mtu akifanya kiburi, we mfanyie ufedhuli, ndo mtafika mahala mawili, muheshimiane au kila mmoja ashike njia yake. Akimwaga ugali mwaga mchuzi, mtafika mahala kila mmoja atakula kilio kwa hasara aliyoipata, ndo ama mawili, mtakubaliana au m, kila mmoja atashika lake. Mimi udhalili wa aina hiyo siwezi, na ndio maana hata kwenye mambo ya uongozi huwa yananikuta matatizo. Mi kuabudu mtu siwezi, nakwambia ni ukweli. Kiongozi yoyote anayetaka apendwe, abudiwe, anyenyekewe, mi siwezi. Yoyote hataka, ikiwa anatawala dunia nzima, tunge tofauti. Ndio hulka yangu. Anichukue kama nilivyo, aniache kama nilivyo, potelea mbali potelea mbali. Kwani shida si sehemu ya ulimwengu? Wanaopata shida si watu kama mimi. Ananitaka nichukue kama nilivyo na asinitaka niache kama kama nilivyo, yes. la alaiya wala alaiya, potelea mbali, ndo hivi nitakapokuwa haya. Ahmad haleshoma <laughs> Mungu amrehemu baba yangu, aliyenijua tabia yangu mapema akaniambia, wewe utapata shida sana kwa sababu ya hiyo tabia yako. Kitu usichokitaka we, hata kama mkubwa kiasi gani huwezi kumkubalia, na mimi sikubali kitu ambacho sikitaki, sikitake, sikitaki hata kama ungekuwa mkubwa namna gani. Mkubwa mmoja tu naye mtambua mimi ni Mungu bas, bubakia nyote mburumatari kama mimi msinisumbue. <laughs> twendeni tu tukikubaliana, tufanye kazi kwa kubaliana, hatujakubaliana basi. Angekuwepo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa, ningebusu mkono wake, Sio nyinyi mburumatari kama mimi. Haya bwana, we naweza kufanya hivyo kwa kumbembeleza mtu, lakini si kwa nia hasa ya moyoni. Watakbilu yadi rajuli salih, na kubusu mkono wa mtu mwema. Watakbili waladihi, na kubusu mwanawe, shafaqatan, kwa huruma, kumbusu mwanawe kwa kumhurumia. Mtu mwanawe anaweza kumbusu kwa kumhurumia, kwa kumpenda, anambusu mwanawe mtu hmm? wa muanakati na kukumbatiana mwanakati kukumbatiana, alqadim na anayekuja kuja kutoka kwenye safari mkakumbatiana, nayo ni mwenendo katika dini. Lakini mwe wa jinsia moja, mwanamme kwa mwanamme, sio mwanamme kwa mwanamke. Katika dini mwanamke na mwanamume vitu tofauti. min safarin, anayekuja kutoka safarini. wa karahiyati linhinai, na makruhu ya kuinama wakati wa kumsalimia mtu, kainama ukachutama ukachuchumaa. Wale wenzetu Watanzania bara wanazo desturi, mwanamke anapinda magoti, hii baba, shikamoo baba, karibu baba, umekuja baba, eh baba, na magoti yako yako chini. Sisi kwetu hakuna kwenda chini, zaidi ni hapo hapo tu. Lakini wako watu mpaka leo wanataka hivyo, mwingine swakari bwana, anainama kidogo nini eh? Ni makruhu, hatusemi haramu lakini maku, makuru. Na mimi ndio maana mtu akinifanyia vile, huwa sipendi na namuonesha sasa kwamba si sipendi eh, hivi vitu. Salimiane sote, waungwana tuko wima, tupeane mikono sawa sawa eh. Na mimi mkono wangu mtu asiubusu, na mimi wa mtu mwingine siubusu, ingawa akiubusu sikasiriki. Namie nikitaka nitaubusu mkono wa mtu mwingine, wala sioni kama ni hasira, lakini siafanyi kama ni sehemu kubwa na ni muhimu sana ya ma, ya maisha eh. hmm. Sipendele hivyo Wako watu wanapenda kubusu mkono wangu, lakini mie sipendi mkono wangu busi, na mie vile vile sipendi kubusu mikono ya watu, labda baba yangu, mama angu naweza, babu yangu, ami yangu, mjomba angu, shangazi yangu, mamaangu mkubwa, mdogo, naweza wale ni sehemu kubwa katika wazazi na familia, na wanangu pia naweza kubusu vipaji vyao na mambo kama. Lakini haya ni yangu binafsi. Wechukua masomo Abil Khattabi kutoka bil khattabi, jina lake Katada. Qala, kasema: qultu li anas, nilimwambia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, akanatil musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, je kulikuwepo na kupeana mikono katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam? Qala naam, akasema ndio, kulikuwepo na habari ya kupeana mikono katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Hadithi kaipokea nani? Bukhari. Wa an anas na kutoka kwa anas radhiallahu anhu, qala, mgome radhi, kasema, lamma jaa ahlulyamani, walipokuja watu kutoka Yemen, na aghlabu Yemen inayotajwa hapa ni ya kaskazini, lakini wakati ule Yemen ilikuwa moja yote, lakini sehemu kubwa ni ya Yemen ya, kaska, ya kaskazini. Qala rasulullah saa salam, Mtume salam kasema, qad jaakum ahlulyamani, wamekujieni kwa hakika watu wa Yemen, wahum, na wao awalu manjaa na alimusafaha wao ndio wa mwanzo kabisa waliotujia manja. Aa, a, sio manjaana. manjaa bil musafahati. Wao ndio waliokuja kwa kupeana nini mikono. rawahu Abu Daud bi isnadin sahih eh, kaipokea Abu Daud kwa mlolongo ulio sahihi. Inaonekana watu hawa wa Yemen walikuja na itifaki ya kwamba lazima wapeane nini mikono na wajumbe wote Zamani sijui mpaka leo ilikuwepo, baada ya sala alfajiri watu wanasimama baada ya dua, alafu wanapeana nini, wanapeana mikono wote kwa kuzunguka. Ule ndo unaitwa musafaha wa kupeana mikono kwa, kuzu? kwa kuzunguka. Na wengine walikuwa wanafanya baada ya asiri pia, na wengine mpaka wakaa wanabinyana vidole, kusema kuna Alkhidri atatokea kidole kimoja hana mpupa eh? yaliongezwa mambo mengi, siku hizi yamekufa kufa. Sioni siku hizi baada ya sala alfajiri watu kupeana mikono wala baada ya alasiri kupeana nini? Kupeana mikono. Lakini zamani kama mnakumbuka, ilikuwa hapo desturi hiyo eh? Eh. mpaka leo eh. sio kila mahala, imepungua sana lakini haya, kwa hivyo, na hawa watu wa Yemen walikuwa na tabia, wakija na ujumbe wanapeana mikono na watu wote. Labda hii imebakia kwa bwana harusi tu, ikishakumaliza eh, harusi sinatokea ile

Hakuna waislamu wawili yaltakiani, wanaokutana fayatasafahani, wakapeana mikono. illa ghufira lahuma, illa husamehewa wao, kabla an yatafaraka, kabla hawajafarikiana. Mwenyezi Mungu anawapa maghfira, anawapa msamaha wa madhambi. Tumefahamiana e? Kwa hivyo watu wakikutana wapeane mikono. Wakipeana mikono pia inakuwa ni sababu ya kusamehewa nini madhambi, kwa mujibu wa hadithi hii, rawahu Abu Daud.

Radiallahu anhu ala amesema, qala rajulun, alisema mtu mmoja, bila shaka atakuwa ni sahaba ya Rasulullah, ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, arajulu minna, mtu katika sisi, yalqa akhahu, anakutana na ndugu yake, au sadiqahu, au rafiki yake, ayanhani lahu, je ainame kwa ajili yake, bila naye mtu ainame kama hivyo, anarukuu katika kumsalimia. Qala la, tumekasema hapana, jambo hilo silo lisifanyike. Qala akasema afaaltazimuu, je amkumbatie, wa ukabiluhu na ambusu? Qala la akasema, hapana, hilo lisifanyike. Mbona tunaona baadhi ya watu hili wanalifanya, la kumkumbatia mwenzake na kufanyaje na kumbusu tena? Jamii za Waarabu zinafanya haya. Kuna baadhi ya Waarabu wanabusiana, wanaume kwa wanaume, kwenye mashavu mpaka kwenye midomo utafikiri njiwa e. Mimi yale liyakataa, siku nyingi nimekutana na watu wa jamii hizo, lakini siku nyingi liyakataa e, na sikuwa na yakataa tu kwa hoja za kidini, nasema kwa mazoea yangu mimi siyawezi hayo. Mara zitanijia hisia za mke wangu hapa, iwe balaa na <laughs> mazoea mabaya, mara vibration krrrrr, itaanza kuleta na inategemea mwanamme. Kuna mwanamme na mwanamme eh. Haya, qala la Mtume akasema hapana, hilo lisifanyike qala, akasema fayakhudhu biyadihi ye amshike mkono wake wa yusafihu, na apeane naye mkono qala naam, akasema ndio. Rawa tirmidhi wa qala hadithun hasan kaipoke, tirmidhi na akasema hadithi hii ni nzuri. Kwa hivyo yale mambo mengine ya desturi

wa qala nashadu annaka nabiyyun rawahu tirmidhi wa ghayruhu bi asanida sahiha. Hadithi hii inatupa changamoto kidogo, kwa sababu inakwenda ikagusa kile ambacho tulikisema kule nyuma, habari za kubusu mkono wa mtu sema, kimsingi inafaa kubusu mkono, lakini mara nyingi kuwe na sababu kubwa sana za kubusu mkono wa nini, wa mtu eh, hebu tuone kutoka kwa Safwan bin Asal radhiallahu anhu, qal, Mungu ameradhi kasema kala, yahudiyun li sahibi, miyahudi mmoja alimwambia mwenzake idhhab bina, twende pamoja ila hadha nabii, kwa huyu nabii ambaye ni Muhammad sala salam, fa ataya, wakampika rasul llahi sa salam, fa saalahu, wakamuuliza amtisi ayatin, kuhusu miujiza tisa bayinatin, yenye kubainisha ambayo alipewa Nabii Musa ila firauna wamalaihi kwenda kwa Firauni na watu na watu wake wakamwambia, hii miujiza tisa ni miujiza gani? Mtume akawatajia mmoja baada ya mwingine katika hiyo miujiza. Mingapi? Tisa, ambayo Qur'ani pia imeitaja. Hakutaka ita hakutaja yote fadhakara alhaditha, akaitaja hadithi hiyo kwa urefu ila kaulihi, maana ile miujiza tisa yote mtume akaibainisha, ila kaulihi, mpaka alipofika katika kauli yake kwenye hadithi akasema, faqabbala yadahu, wale wayahudi wawili baada ya kujibiwa na mtume juu miujiza tisa ile yote aliyopewa Nabii Musa, wakabusu mkono wake mtume, sema we, kweli wewe si mchezo wewe, unajua wewe kweli, Mungu kakupa. Wakabusu mkono mkono wake. Tena basi, wakaendelea warijila huu, wakaubusu na mguu wake, siyo mkono tu, wakabusu na nini na mguu waqala, wakasema Nashhadu tunakiri annaka nabiyun, kwamba wewe ni nabii wa kweli aliyekutuma Mwenyezi Mungu. rawahu tirmidhi wa ghairuhu biasanida sahiha, kaipokea tirmidhi na wengine katika milolongo iliyo sa sahihi. Kwa hivyo, hapa inaonekana wazi kwamba kubusu mkono, mpaka wakafikia kubusu mguu, ni katika hali ya kutambua heshima na cheo na ukweli wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasalam. Kwa hivyo ikifikia kwa mfano, mmekwenda kwa mwanachuoni, mna mishkeli mingi, matatizo makubwa, mkamuuliza akakujibuni yote mpaka mkaridhika, kwenda kuubusu mkono wake itakuwa si tatizo, kwa sababu hapa imefanyika jambo gani? Jambo kubwa, na mnatoa heshima kubwa sana kwake kwa yale aliyo yanini, aliyoyafanya. Lakini siwe kawaida tu, mkikutana naye njiani, kazi yenu kubusu tu mikono, miguu, mara mnambebea viatu, mara mnamvua soksi, mwisho mtamvua na chupi. hii inakwenda kwa viwango na kwa uzito wake wa lile jambo lenyewe jinsi lilivyo fanyika. fa, fa, tumefahamiana. Wa an ibn Umara radhiallahu anhuma qissatan qala. Hapa pana qissatan au fi qissatin, pana fi hapo kabla yake au hapana, kizameni vitabu vyenu vizuri, hamna fie, moja kwa moja, an ibn Umar radhiallahu anhuma qissatan qala fiha fadanauna minan nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqabbalna yadahu rawahu Abu Daud. Sawa, na kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katika simulizi maalum qissa, kuna kisa maalum ingawa hakukisema hapa, labda kwenye sherehe au chini kakigusia, kasema inda liqa'i Kala Ibn Salah eh yahrumu sujudu wabaina mpaka mwisho. Hiyo hakukua na jambo zito. Namba 4 kisa, eh kana fi sariyati misara ya Rasulullah, ilikuwa katika vikosi, katika vikosi vya Mtume qala akasema, fi fihandani ya kisa hicho, fadanauna tukamsogelea minan minnabiimtume salam mtume sasalam, fakabalna yadahu tukaubusu mkono wake, katika kisa maalum na tukio ma maalum. Kwa hivyo kubusu mkono sikosa, lakini isiwe tu ni jambo lakawa la kawaida tu kila wakati tena. Kubusu mikono unatengeza mpaka vigoda na mawinchi kupandisha na ku na kushusha a a iliwe linakwenda kwa utaratibu, na kama ni jambo zito. wa ana n aishatana kutoka wa Aisha radhiallahu anha qalat kasema: kadima zaid ibn harithata almadinata wa Rasulullah salam fi baiti faatahu faqara albaba faqama ilayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yajurru thawbahu thaubahu faatanaqahu rawahu hadithun hasa. Na kutoka kwa bibi Aisha mga mwiradhi qalat, amesema kadima Zaidu bnu Haritha, alikuja Zaidu bnu Haritha al Madina, katika mji wa madina, ina maana alitoka kwenye safari au alitumwa na kazi na mtume sallallahu sasalam, akaja katika mji wa madina. Wa rasul fi baiti, na mtume siku hiyo yumo ndani ya nyumba yangu, kwa sababu mtume alikuwa na nyumba nyingi za wake zake. Yumo ndani ya nyumba yangu, anasema bibi Aisha, faqara albaba akagonga mlango yule Zaidi bin bin Haritha, fakama ilaihi nabii, mtume akasimama kwa ajili yake, yajuru thaubahu, anakokota nguo yake, yaani anajikongoja, fa atana kau, akamkumbatia, wakabala hu na, akambusu aglabu, kubusu kwenye kipaji cha uso wake. Sasa unaona wazi kwamba mambo ya kubusiana, amekuja ametoka kwenye safari ndefu, alimtuma jambo akafanikisha hivyo mtume akamkumbatia na kumbusu kwa haya. Mambo ya kubusiana kwenye vipaji, kukumbatiana yanategemea na matu na matukio, sio kwamba liwe ni generali katika kila kila time na kila wakati. Hata huyo mkeo humbusu kila wakati? mpaka kwa matukio maalum. Uje ubusiana na mwanamume mwenzio kila wakati, tutakutilia wasiwasi, we ni mtu wa wapi? mtu wa wapi? Rawahu Tirmidhiyu, kaipokea Tirmidhi. Wakala hadithun hasan Akasema hadithi njema. waan abi dharri radillanu qala qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min almaarufu shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talikhin, rawahu Muslim. Kutoka kwa abi Dharri, Mungu wamwe radhi, qala, kasema. Qala li, kanambia mimi rasulullah sallallahu aa. Na ikumbukwe kuwa abu dharri alikuwa bedui. Abu dharri alghifari alikuwa bedui, na mabedui ni watu ambao wana moyo mgumu sana katika maisha yao habari za kuchangamka hawana. Unaweza ukazungumzia jambo la kucheka kaambia, mm, linatokea, linachekesha kweli jambo hilo, lakini hajacheka anakwambia, linachekesha kweli jambo hilo, lakini hajacheka. Eh, sasa huyu kweli kacheka? linachekesha hilo jambo? kama lingekuwa linachekesha angecheka. Tumefahamiana au nazungumzia jambo linahuzunisha, lina jambo hili linaweza likamliza mtu akatoka machozi, lakini macho makavu kama kavuta sigara kali. Kwa hivyo ndo nyoyo za mabe za mabedui jinsi walivyo. Sasa mtume anamwambia Abu Dhari, na yeye anakwenda kuwaongoza wenzake, qala li kanaambia, mimi ya Rasulullahi, ya Rasul, mjumba wa Mwenyezi Mungu, la tahqiranna usidharau kamwe, minal marufi, katika wema, shay'an, jambo lolote usidharau hata siku moja jema lolote linalofanyika. Kila jema lithamini, ulione ni jambo la maana. Tumefahamiana walau, antalqa akhaka hata kama utakutana ndugu yako, biwajiin talikhin, kwa uso mkunjufu, huo nao ni wema. Umekutana na mtu umemchangamkia ala kabisa, siku bwana salama, huna chochote cha kumpa, lakini umemkabili kwa bashasha, umekabiliana naye kwa uso mkunjufu, huo nao ni wema na hiyo ni kinyume cha tabia za mabe za mabedui, jinsi wa walivyo mabedui. Akizaliwa mtoto, akizaliwa mtoto, kitu cha kwanza anarambishwa shubiri. Aaaa, anakunja uso, bonge la ndita hapa kama bati la mwaka jana. Wakiulizwa kwa nini wanasema, wanamwambia kwa dunia hii ina uchungu, umekuja duniani kuna maudhi huku, anza kuchukia kabla haja kukuta. Na kama halijalia linafinywa i ee, indo dunia <tipa> kwa hivyo wanakuwa ni watu hawana uso mkunjufu tangu wanazaliwa mpaka wanakufa, mpaka anaingizwa kwenye <tipa> kaburi, yeye kakunja uso tangu alipozaliwa. <tipa> Sasa wanaambiwa bwana antalka haka biwajiin talikin, kumkuta au kumpokea ndugu yako kwa uso mkuu mkunjufu, nao ni wema. Rawahu muslimun, kaipokea Muslim. Na hadithi ya mwisho

Anasema qabbala nabiyu alimbusu, mtume sallallahu alayhi wasallam Alhasan ibn Ali, mjukuu wake wa kwanza, Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in, mjukuu wake mtume sallallahu alayhi wasallam wa kwanza, mtoto wa kwanza wa saidna Ali, tena kwa bibi Fatima, ambaye saidna Ali ni binamu yake na bibi Fatima ni binti yake. Kwa hivyo kwa upande ni mjukuu wake kutokana na Fatima, lakini kwa upande ni mwanawe kutokana na Ali, kwamba ni binamu yake yule ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, na mtume wetu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, na yule ni Fatima binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Min naufina sharifu kamili, hajapungua kitu, kila mahala kaingia nasaba ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akambusu al-Hasan, palikuwa na bedui mmoja anaitwa al-Aqra bin Habis, kipara mwana wa mfunga lakini ndio jina lake hilo, kipara mwana wa nini wa mfunga. Huyu ni bedui katika mabedui kasilimu, lakini tabia za kibedui bado zipo, na ndio yale tunasema, Uislamu ni kitu kimoja na hulka za watu, wakati mwingine kinakuwa ni kitu ki, kingine. Unaweza kuwa na mtu msikitini akawa mjumbe wa kamati ya msikiti, lakini mkigombana kidogo, anakunja kanzu, msituletee ukanisi hapa msikitini, mtamkunguta mtu sasa hivi kumbe ana tabia zake zile zile alizotoka nazo kule kule, kwa mambo yake yale yale. Lakini alhamdulilahi, sasa katubu, yumo msikitini, kwa hivyo tutamvumilia kwa sababu msikiti. Anamwambia mzee, hebu punguza punguza kidogo yale mambo yako, hapa hayafanani. Ala, umekumbuka zama zako. Hata eh, mie nina yangu ati pamoja na ushehe wangu wote, lakini nina yangu mimi ya ujanani na utotoni, ambayo mengine hawezi kuniondoka nayo mpaka leo, lakini alhamdulillah hajafikia pabaya. Basi albahari tuyaache, <laughs> tuyaache. Nyiwe wengine mna mengi, mpaka mna simsumia, tuna nyamaza hapa <laughs> situkorofishe, tuacheni na yetu kidogo. Haya, lakini tuko kwenye mstari. Huyu ni <laughs> Al Akra bin Habis kipara mwana wa Mfunga. Ndo tumemaliza hadithi ya mwisho. Akasema, inna li asharatan min alwaladi, mimi nina watoto kumi sijambusu yoyote katika watoto wangu kumi. We una vijukuu tu hivi unakimbilia kuvibusu, na watoto kumi sijabusw tammoja. faala raullamtu akasema: la yarham la yurham, asiyehurumia watu naye hhahurumiwi huru, asiekua na huruma hafanyi huruma. Nyinyi mabedui hamna huruma, kuweni na huruma. Mtafaun alaihi, imewafikia na Bukhari na Muslim hadithi hii wsala l rb Tukutane tena kesho kwenye burudani ya dini kama hii.